Yes. Uh, of course, nilikuwa kwenye ndoto zangu mm. Alafu ni kitu ambacho nilikuwa ni ndoto yangu, kwa hiyo uh, na haiko official mimi na kwamba ni mke na mume tumezaa. Kwa hiyo kwenye vitu kama hivyo vya future uh, lazima kwanza ufanye vitu ambavyo ni maamuzi magumu kwa hiyo nadhani hiyo ni sababu kubwa ambayo ilinifanya nisimshirikishe. Kwa hiyo hata hivyo, pia nilijenga siri siri, yaani baada ya kulipuka, yani ndio hivyo, lakini kweli mimi sikutaka, yani nilitaka nisipo mimi naye tujenge ya kwetu, alafu hii ni ya mimi kama mimi, yes Sasa hivi ni miwili na nusu, na karibia mitatu, lakini pia pak, mpaka naamua kufanya maamuzi ni kwamba nilishamwambia tujenge, tujenge, tujenge. Sasa unajua kama vile mtu anambia ni oe, ni oe, ni oe, umeelewa? Alafu mtu bado bado bado, sisi tunanielewa. Kwa hiyo nikafika tu mimi, niko hivyo kwa sababu hata unavyoona kwenye kampuni, niliamua kufungua kampuni yangu kwa sababu, yani kuna vitu ukiomba muda mrefu, ukiona havi, inabidi uende wewe. Yani ukiona unamshika mkono mtu, twende, hataki muende, kwa hiyo inabidi uende wewe mwenyewe kwanza Alafu tutaendelea huko mbele, yes. Kwamba Chuchu okay, anajengewa na kigogo mmoja mzito sana serikalini na ndio maana tunamwona kila siku kwenye makampeni na mkutano, zina ukweli kiasi gani? Hazina ukweli wote, mm-hmm. Nadhani uh, zingekuwa kuna mtu yuko behind vingejulikana tu. Hamna ukweli wowote, hamna ukweli wowote. Ushuhuda upo, mnaweza um, mkaenda hata pale game mkaona kabisa kila kitu. Nadhani vitu vyangu vipo tangia naanza mimi mwenyewe na hata nikiwa nikienda sasa tena, mimi mwenyewe pamoja na ndugu yangu na dada yangu anaitwa da Mariam, na mdogo wangu Shemsa, ndiye alikuwa anashindana naye na we, uh, of course, uh, ukiwa kama mwanafamilia, kwa sababu mimi naye tushaunga damu, lazima ujisikie vibaya. Mtu yoyote lazima ujisikie vibaya hivyo yani, lakini pia sio kitu kibaya, kwa sababu yule hajaoa sasa. Na yani, mimi hivi tunavyofanya kuishi yote ni kitu ambacho uh, yani, kwa watu pamoja sio official, pia sio kitu ambacho kinampendeza Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo ni dunia tu na udigitali sijui hivo lakini, kwa hiyo kuna upande pia ni sawa, kwa sababu bado hajatoka mikono ya mama, umeelewa? Akishaa kwamba huyu bwana ameoa rasmi, ni sawa, maisha mengine anaweza akaenda, lakini future kujenga, mimi yeye ipo na ikifikia hatua kama tapitia ligae pia mtajua. E, ila mambo yako, lakini siko tayari kuyaongea kwa sasa, kwa sababu ni kifamilia zaidi. No comment. Hiyo no comment. Na kwa maelezo yako status yenu ikoje sasa hivi? Ni baba, baba. Ila mna wakil mapenzi, bado mna mahusiano licha ya kwamba ni baba wa mtoto wako, yani wazazi, ila mna uhusiano kipekee bado mnaendelea kwa pamoja, ama mmebaki tu kwa wazazi? Mimi mwenyewe sijaelewa, akhera atafuta niko hapa katikati, yani kwa Mungu sipo chini, nipo hapa. Inishtua sana.